Na kwa kanuni ambazo zinafanya kazi sasa. Sasa basi sisi Yanga baada ya kutupa kanuni tuliendelea kufanya kazi na Encard. Tulifanya tathmini yetu tukajiridhisha kwamba Encard kwa kipindi ambacho wametuhudumia kwenye matukio yetu wametuhudumia sahihi. Kwa hiyo hakuna sababu ya sisi kuwakacha. Kwa hiyo tukawaandikia Encard tukaendelea kufanya nao kazi. Kwa hiyo hata mechi hii tiketi zake ziko chini ya Yanga wa kupitia Enka. Sasa, Enka hawezi kuweka tiketi kwenye mfumo kama Yanga hatujasema, hawezi kutangaza vituo vya kuuzia tiketi kama Yanga hatujasema vituo hivi. Hiyo ni kwa mujibu wa kanuni, sio kwa mujibu wangu mimi au nini, ni kwa mujibu wa kanuni. Kwa hiyo asitokee mtu akaaminisha watu kwamba kuna namna nyingine ya kuingia uwanjani bila timu mwenyeji kusema, kwa sisi ndio tuna venda wetu mamlaka yairudishwa kwetu kikanuni. Kwa hiyo sisi tunaamua sasa, bwana wewe, tuuzia tiketi, bei zitakuwa hizi na vituo ni hivi vielekezi. Kwa hiyo kwa msimamo ambao upo na ratiba ambayo tuko nayo hapa kutoka ndani ya mashindano, maanayake maana yake hiyo mechi haipo. Kama haipo, maana yake hakuna mahala tiketi za Kariakoo Derby zitauzwa as long as the club haijakubaliana kuuza tiketi, hakuna mahala hawa, hakuna jinsi au mtu mwingine akauza ticket on behalf of Yanga. There is no way mtu mwingine akasimama akasema sasa ticket zinapatikana Kariakoo, gerezani tiketi zinapatikana, sijui Yombo au Buza kwa Urenge bila kutu consult Yanga, kwa sababu kanuni inatulinda kama sisi tunatakiwa tutafute supplier wetu na tutangaze ticket. Hilo ni la kwanza kuliweka sawa vizuri, na naamini watu wengi ambao walikuwa wanajiuliza wanapata majibu sahihi kwa wakati ambao nimejitahidi kuelezea. Lakini jambo la pili, muuliza uh, timu sipo kwenda upo kwa pointi eh uh, hofu. Uh, kwanza ndugu yangu nikwambie tu ukweli wala sikufiche. Yanga haipigi ramli. Sisi hatupigi ramli kujua kesho kuna nini. Sio kazi ya Yanga. Yanga ni taasisi ya mchezo wa mpira miguu inaishi kwenye vile ambavyo misingi inaelekeza tuishi. Kwa hiyo tupige ramu. Mimi sijui nini kitatokea kesho. Sijui. Kwamba itakuwaje, watakwenda sijui. Sijui what what will happen. Lakini kitu cha uhakika kitu cha uhakika ambacho naweza kukuthibitishia ndugu yangu, Yanga Africa ina points 73 sasa hivi kwenye msimamo alipo, na ndio inaongoza ligi. Hizi points 73 ni pointi ambazo zimepatikana kwa nguvu kubwa watu wamewekeza pesa, watu wamewekeza muda, watu wamewekeza jasho lao, na ikibidi, nyinyi wote ni mashuhuda, ziko safari, mashabiki wanasafiri kwenda kuisupport timu yao kwenye mikoa tofauti tofauti, wanapata matatizo njiani, wako watu wamepoteza uhai wao kwa ajili ya kuzitafuta pointi tatu za klabu yao. Kwa hiyo hizi pointi 73 Yanga wanazipata, msifikiri ni kwamba imetokea tu out from nowhere. Na mtu anaweza kuamua tu kama e, mtu anaweza kuchukua, ushapita barabarani ukakuta jiwe ukalichukua ukalirusha na ukaendelea na shughuli zako? Sio hivyo hivyo, yani pointi za Yanga zimekaa hapo ukachukua wewe ukaziondosha? Hapana, lazima misingi, taratibu, miongozo yote ipitiwe. Thamani ya pointi moja ambayo ya Yanga iko nayo Sio nyie pointi zuri tatu siku kumi na tano. Thamani ya pointi moja ya Yanga kwenye msimamo wa ligi thamani yake imehusisha fedha, imehusisha muda, imehusisha jasho, imehusisha damu, imehusisha pia mpaka uhai wa watu kuzipambania hizo pointi. Thamani ya pointi moja, mtu ameacha sa familia yake, amesafiri amekwenda ya kutafuta matokeo, sio jambo rahisi ukafikiri kwamba hata hapo weka hapa hata hapo weka hapana. Lazima, lazima, lazima sisi kama taasisi tupate e, clarification iliyo nyooka, sio kupunguza point hata nusu point, kwa sababu kama Yanga na 73 sasa awe na 72 na nusu, hiyo nusu inabidi uitolee maelezo ya kutosha na yazingatie miongozo ambayo tuko nayo kwa nini umepunguza ile point nusu point ya kwa hilo, ni kutoe mashaka, japo mimi sijakwambia hili kwa sababu napiga ramu mbianahofu mtakata point tunaweza kukata point yes kama kanuni miongozo taratibu inayotuongoza ikisimamia haki na sisi ikaonekana kweli tumepindisha hiyo haki tunaweza kuadhibiwa lakini hivi hivi tu shekhe, macho kuona panga, panga hmm, ndugu yangu. point za yanga ni point ngumu asikudanganye mtu point za yanga ni ngumu zimetafutwa kwa ugumu na kutolewa pia zitatolewa kwa kufuata misingi ya kanuni na watu tukasema, tusipige rambi, wewe kuwa na subra. Sisi hatutambui hiyo mechi kwa ya mujibu wa ratiba tuliyokuwa nayo. Kamati tendaji ya klabu ya Yanga shatoa miongozo yake, viongozi wa klabu ya Yanga shatoa miongozo yao, na kwa hiyo nini atokea mbele, Yanga atupige rambi? tuko hapa tunasubiri kuendelea na programu nyingine tuna mechi na na na, Prison, na mechi na Dodoma, tumalize tuchukue ubingwa wetu inshallah. Hasa kwenye utaratibu aukamilika tutakuwa mwongozo, kwa sababu sio kwamba hii mechi ni mechi ilikwepo machi nane, ilikwepo kwa nini haikamilika pale? Ndio maswali ambayo Yanga ya Afrika wanauliza na ndio maswali ambayo yanatakiwa watolewe majibu na wakutoa majibu haya maswali. so, ni chombo kimoja ambacho kinasimamia na kuendesha ligi yetu ambayo ni bodi ya ligi. Kwa hiyo sidhani kama kuna kona, kona nyingi na nyinyi, wala msifanye hili jambo likionekana la mlongo mrefu. Mlongo wake ni mfupi tu, na ndio maana ilikuwa very clear. Hata mkisikia wanazungumza wanachama wetu very clear, hata viongozi wamesema very clear. Once majibu yatakapotoka hata kama ni leo, kesho Yanga anatwanga Yaani once majibu yatakapotoka very clear, very open. Kesho Yanga Afrika wanatwanga. Wala hakuna shida. Sisi klabu yetu sheni ni mcheza mpira. Sisi hatuko hapa kwa ajili ya kulima, hatuko hapa kwa ajili ya nini? Shughuli yetu ya msingi ni kucheza mpira. Kwa hiyo unapotokea opportunity ya ja kucheza mpira, tutacheza mpira, lakini tucheze mpira ambao miongozo na kanuni zimefuatwa. Kwao, nafikiri hili ni muhimu pia wanachama na mashabiki wakalijua na wakaelewa kwa sababu mimi jukumu langu la msingi ni kuwajuza yale ambayo yanaamuliwa kwenye taasisi na muongozo wa kufuata. Sitokee baadaye mtu akafanya tofauti, au mtu na kibanda chake huko akawa anauza tiketi, baadaye akaja, kwa mujibu wa kanuni, bwana Yanga ameniingiza hasara. Ndio tiketi mechi siyaona? Hapana, unieleze vizuri ile jambo eh. Sitokee mtu huko akauza tiketi, alafu mechi ikawa haipo, baadaye ukaja hapa klabuni ukasema, kwa mujibu wa kanuni Yanga matakiwa mtangaze vituo nimeenda pale kuna tiketi mlipe la yangu. Sisi hatuhusiki. Tunapohusika na tukio kwa mujibu wa kanuni, tutatangaza na tukitangaza, tutawelekeza pia na vituo vya kufuata kununua tiketi. Kwa hiyo ni muhimu pia na mashabiki wa Yanga na wadau wa mpira wote ambao kanuni inawaelekeza kwamba Yanga ndio wanawajibika kutangaza vituo na kuuza hizo tiketi, Yanga hausiki na hilo jambo. Kwa hiyo mchezo huo Yanga hautambui. Tumalize na, kwa maelezo ambayo umeyatoa, kama bodi ya ligi itatoa majibu, kwa hiyo dabi inaweza kuwepo 100%. Ndugu yangu, yaani wala isionekane ni jambo ngumu. Majibu ya hoja za msingi za klabu ya Yanga ambazo uongozi wetu, kamati tendaji na wanachama, hayo maswali wanajiuliza, yakipatiwa majibu, yakipatiwa majibu, ngoma inapigwa asubuhi mchana kweupe, sisi Yanga. Ndio maana hata wenye akili timamu, watu wenye akili timamu vizuri, watu ambao akili zao zinafanya kazi vizuri, wanatambua kwamba Yanga hawana hofu na timu yoyote. Tunaziheshimu timu zote za ligi kuu, lakini hatuna hofu na timu yoyote tena. Huyo huyo huyo huyo Simba ndio mtu ambaye tumemfunga mara nyingi sisi kwenye historia yetu, basi cha na historia tu, hivi karibuni tumemfunga mara nyingi. Kwa hiyo haimake sense kusikia mtu atakapocheza na mtu ambaye anamfunga mara nyingi sisi, kwa yumechi, kwa na sisi tungekimbilia kama tunataka ubingwa tu njia nyepesi tungeukimbilia hiyo mechi kwa sababu tunajua tunashinda. Tunashinda wachuano zako ndio. Lakini tunataka tushinde hapa, sio point tatu. Tunataka tushinde kwenye hoja. Tupate majibu mazuri ili sasa wadau wa mpira, mashabiki na wanachama wetu ambao sasa hivi unasikia shinikizo kwa uongozi kama tendaji wapate cha kuambia wanachama, baada tulipeleka timu Machi 8 mechi ikichezwa kwa sababu hizi kulikuwa na tishio la usalama ripoti ya maafisa wa usalama ni hii. Jeshi la polisi ripoti yake ni hii alikopa na viashiria vya rushwa mnasema, eh, na mechi ilisimamishwa kwa sababu hiyo. Juzi nimeona kaka yangu Karim Boimanda anasema bodi ya ligi sio chombo eh, cha uchunguzi. Msikia akifanya mahojiano akasema bodi ya ligi sio chombo cha uchunguzi. Lakini nimkumbushe tu kaka yangu Boimanda, kwa, imanda, kwa sababu ni kaka yangu ni senior na ninasoma naye mpira Arudi nyuma eh, arudi nyuma akumbuke barua ambayo bodi ya ligi waliitoa wakati wakiahirisha. Sio maneno yangu, na nauenda ile barua aliiandika mwenyewe, kama kama mkuu wa idara habari ya bodi ya ligi. Ile barua iko very clear na ilieleza kwamba eh, muda ambao wangetaka wa wa kufanya uchunguzi, sio chombo kingine Nilele, muda ambao uchunguzi ungetaka kufanyika ulionekana hautoshi kwao, waitaa kujipa muda ufanyike uchunguzi wa kutosha, ili majibu yaje, alafu tarehe tangazo. Manake kama kuna viashiria vya rushwa, usalama na yabidi, ufanye uchunguzi. Sasa kama ile barua ilitoka na yeye, nafikiri aliiandika kama mkuu wa idara, leo akituambia kwamba bodi sio chombo cha uchunguzi, na kwenye barua yake hakuwa ameelekeza kwamba kuna vyombo vya uchunguzi, kwa sababu ungeelekeza kwamba kuna vyombo vinafanya uchunguzi, leo hii Watanzania wadau wa mpira wangeenda kuviuliza hivyo vyombo. Eh, si ndio bwana, kama mechi hii imeairishwa kwa sababu tumeiachia chombo fulani kifanye uchunguzi, bila shaka yoyote, leo hii wadau wa mpira wasingekuwa wanakwenda kwa bodi ya ligi kuuliza, wangeenda kwenye chombo husika, bwana, chombo fulani okay, lesa shubu ni masuala ya rushwa takukuru, wangeenda kuuliza yeye andishi mgeenda pale bwana takukuru, eh, hii mechi mliairisha machinano kwa sababu ya rushwa, ripoti imefikia wapi? Ndio chombo pekee chenye mamlaka, lakini nakumbuka mimi kama kama kuzunguzwa kwa sawa kukuru uh, wilaya nafikiri mkoa alisema kwamba